Masala ya kuchanganya swala kwa ajili ya mvua, tuna umuhimu wa kufahamu kwanza kwamba swala inapochanganywa huwa kuna sababu ya msingi ambayo imeegemewa katika sheria, kabla ya kuangalia haya yanayotajwa sasa hivi katika masala ya mvua na mengineyo. Kwa mfano Swala inachanganywa kwa sababu ya safari, swala inachanganywa kwa sababu ya mvua, kama hivyo umetaja. Sasa turudi tukija katika upande wa fiqh, ni muhimu sana kwanza kuelewa lengo au hikma kubwa ya kule muislamu kupewa ruhusa ya kuchanganya. Utagundua unaposoma vitabu vya fiqhi na maneno ya wanazuoni kutokana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakuja gundua kwamba hikma kubwa ya kuchanganya swala iwe kwa musafir au kwa katika hali ya mvua au sababu nyingine yoyote ambayo inapelekea kuchanganya kule, kuchanganya swala kunazunguka katika kadhia moja ambayo inaitwa daf'u almashaqqa, kuondoa uzito kwa hiyo hiyo ndio hili ndio litamko ambalo sasa sisi litatupa mwangaza katika kueleza jawabu ya swala hili kwamba madhumuni ya kuchanganya swala ni kuondoa mashaka, kwa sababu msafiri anapokuwa katika safari, safari ni hatua, kuna mashaka mingi m msafiri anapata, kwa hiyo ndio maana amepewa ruhusa na yeye pia kuchanganya, na vile vile katika hali ya mvua kumepatikaniwa kwamba kuna mashaka na ndio maana kukatoka ruhusa ya kuchanganya. Sasa labda tuki tukija katika masala ya kwamba ni mvua ya kiasi gani, jawabu itakuwa ni rahisi. Na jawabu yake ni kwamba mvua ambayo inapelekea katika mashaka, mvua ambayo inapelekea katika mashaka, mashaka gani? Mashaka ya waislamu kutoka msikitini baada ya salatul Maghribi, wende zao nyumbani na warudi tena salatulisha. Kwa hivyo ni kuweko na mvua ambayo itawapa waislamu mashaka, uzito wakwenda nyumbani na kurudi tena kutokamana na hali ya ile mvua. Sasa tukielezana mimi na wewe. ikiwa wametanda mawingu tu na, man, na manyunyu yale ya mbali na mna hii. sasa kutokamana na haya maneno kweli patakuwa pana mashaka ya Waislamu kutoka baada ya Maghribi ende nyumbani alafu rudi Isha. Jawabu, hakuna mashaka. Kwa maana hii kipimo zaidi ni masala ya mashaka. Yaani tunaangalia ni mvua ya kiasi kwamba, je imefika kiwango au kiasi cha kwamba Waislamu wamepata uzito kwenda nyumbani uh, baada ya Maghrib na kurudi tena baada ya wakati wa wakti Isha au la. Ikiwa ni mvua inanyesha ambayo ni nzito, na wakati ule sisi tunataka kufanya jamu, bado mvua inaendelea kuteremka kwa wingi, la Waislamu watatoka sasa hivi, sisi tuna tuna imani kwamba watatoka katika hali ya matope, watanyeshewa na mvua kwanza, watatota mvua pili, watakuwa na kanyaga matope paka huko nyumbani wakifika, na pengine watarudi kadhalika, hali hali ya kuwa mvua bado ina inaendelea ndipo kukatoka ruhusa ya kuchanganya. Sasa nataka hapa kidogo uwe makini nami, kukatoka ruhusa ya kuchanganya swala, kuchanganya swala, kitendo cha ja kuchanganya swala mbili pamoja ni ruhusa, na inabaki kwamba ni hapo hapo ni ruhusa, wala haizingatiwi kwamba ni sunna amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni ruhusa kwa maana hii huwezi kuja kwa imam mathalan ambaye hajachanganya swala ukamwambia wewe umevunja sunna. Hajavunja sunna, ni kwamba huyo imam hajafuata ile ruhusa iliyotolewa katika sheria. Na katika masala ya ruhusa, uh, imam ana, anaweza kufuata ruhusa au hawezi kufuata ruhusa, ingawa la muhimu na msingi zaidi ni kuangalia hali za mamum, ili asiwatie katika uzito. Kwa hivyo ni vyema au niseme ni vizuri zaidi imam azingatie zaidi hali za mamuma, kuangalia kwamba mamuma wanakaa katika majumba kidogo ya yapo mbali na pengine wengi wao pia hawana usafiri. Kwa hivyo hawa jamaa wakitoka wakitembea nyumbani na kurudi itakua ni uzito kwa, kwa hivyo ni vizuri imamu yule afuate ile ile ruhusa, lakini si kwamba ni lazima afuate ile ruhusa au asipofuata ile ruhusa atakuwa amevunja sunna ya mtume mtumessu. Sunna hadi hii ruhsa ni ruhusa ambayo imetolewa katika sheria, umefahamu? Kwa maana kwamba muislamu anaweza mvua ikawa inanyesha ukachanganya, unaweza usichanganye. Ni masala inarudi katika imamu vile atakavyoamua, lakini ubora zaidi na aula zaidi kufata ile ruhusa, ili kuwatoa Waislamu katika mashaka. Na kiwango cha mvua, kama nilivyokueleza, ni mvua ambayo itawapa Waislamu tabu kutoka na kurudi. Swali la pili ni kwamba ikiwa upo nyumbani na mvua inanyesha sasa. Hapa hili swali linagawanyika mara mbili: ikiwa hii mvua imeanza kabla ya sala ya kwanza yaani, ni magharibi. Hapa tuna swala mbili, maghrib na isha. Ikiwa mvua imeanza kabla ya salatu al-maghrib, lakini wakati salatu al-maghrib tunataka kuswali, wapo waislamu tayari washafika, wakati mvua imenyesha labda wao wamekuja kabla, lakini wakati tunataka kuswali, tunataka kuadhini, mvua inateremka tayari. Hasa hapa kuna mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mwongozo ni kwamba muadhini katika hali hii adhana yake, wa wasali wasali, katika adhana yake atawatangazia waislamu ya kwamba waswali wapi, waswali nyumbani. Kwa hivyo katika adhana atasema as-salatu fi rihal au sallu fi rihalikum, swalini majumbani kwenu au sala nyumbani. Umenifahamu mpaka hapo? Lakini ikiwa mathalan mvua imeteremka wakati watu wanaswali, wakati kiadhini bado mvua. Kwa hivyo waislamu wamekuja msikitini kuswali, wewe umechelewa, sasa ndio ile swala pili umefika msikitini, jamaa wacha swali, na walikuwa wamechanganya maghrib na isha. Wewe wakati una swali peke yako una swali peke yako, umekuja msikitini, swali lako ni kwamba na wewe je, unafaa kuchanganya au ufai kuchanganya, na mvua imeisha. Na wakati mvua imeisha, kumbuka tunachanganya kwa sababu ya sababu ya mvua. Wal hukmu mutaalliqun bisababi yaduru maahu haithu dar. Hukmu kawaida inafungamanishwa na sababu. Sasa sababu ya sisi kuchanganya ilikuwa ni mvua, sasa hivi mvua imekatika, hamna sababu tena ya, ya kuchanganya. Kwa hivyo pale we utaswali magharibi peke, peke yake. Baada salatul ya salatul maghribi utatoka kama ulivyotaja, utangalia msikiti mwingine pale karibu ambao labda wao hawakuchanganya, utakwenda kuswali salatul isha, sababu ile sababu ya wale waliochanganya kuchanganya, wewe huna ile sababu. Inqata al-matar na mvua ikikatika hakuna tena kuchanganya swala. Mathalan tumeswali maghrib ilikuwa mvua inanyesha. Tukitoa salamu mvua imesimama. Iko jamu? Eh? Hakuna jamu. Lianna al-matar qad inqata. Tunafanya jamu tunaingia katika salatu al-Isha wakati mvua bado inateremka. Hatutabiri. Hatutabiri, hatusemi kwamba hata kama inkatika, lakini itanyesha. Si unaona mawingu jamani? Ah. Hatufanyi hivyo. Hadha Hadha khata. Hadha khata. La budda min istimrar al-matar Uh, inda dukhul fi salati thania, iwe ile mvua bado inaendelea wakati waislamu wanaingia katika sala ya pili. Yani ikikatika katika, katika sala ya pili hamna shida, lakini tulifunga salatu takbiratul ihram wakati mvua ina wala tutabiri. Sawa. kiyama <totipa> rajulani ni watu wawili ambao tahaba fillah wamependana, wameshikana kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu